Mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali jijini Dar es Salaam, zimeendelea kuleta adha kwa wakazi wa Dar es Salaam, hasa kwa kuharibu miundo mbinu ya barabara, hivyo kuleta changamoto ya usafiri baada ya barabara hizo kujaa maji. Baadhi ya wakazi wa mtaa wa Kivule, Ukonga, wamelalamikia ubovu wa miundo mbinu ya barabara kutoka Banana hadi Msongola, na kuiomba serikali kushughulikia changamoto hiyo, kwani ni kero kubwa kwa wakazi wa eneo hilo. Barabara bwana bara tokea huko na kokona Banana inakona zake mpaka Msongola kwenda kuunga ile barabara ya bara Mbagala, na ni kule kitonga kitonga, toka naijua Kivule mimi, ndo hali hii haijabadilika. Wanaona lakini mambo yao sio, najua she madhara mengi kwa sababu na usafiri wa uhakika makuruza nini. Eh, sisi tuna vibaskeli vipikipiki, ndio hivyo lakini. Mtu anakuruza yake hapo sana pasua tu she hii njia ndio naopita no, masaa yote kwenda mjini. Sio mwaka huu, ni miaka mingi. Yaani, hiyo ni kero kubwa, na sio hili hapo, zaidi ya mengine hapo mbele, zaidi ya hili makubwa. Ukifuata hii barabara hii, utakutana na madimbu mengi makubwa.